Bingwa wa ligi kuu ya NBC. Inawezekana waamuzi wa Tanzania wamefurahia ujio wa mwamuzi wa kigeni, huenda watajifunza, lakini pia wameepuka mzigo wa lawama kutoka kwa mashabiki na wadau wa soka. Mimi ni Spiderman Jacobo Kapaya wa Sports Extra ya Clouds FM. Jacob Kapaya akitujuza maandalizi ya kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utapigwa kesho kutwa Jumatano kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, mchezo ukichagizwa na waamuzi kutoka nje ya Tanzania. Pilato anatoka e, Egypt. mm. Kwa mafarao kule ndio mm. E, Pilato kwa mara ya kwanza katika historia, katika historia ya mchezo wa ligi lakini Mm. Amin Mohamed Miche, eh, michezo mingine ya ile, eh, ilikuwa ile Kagame Cup ilikuwa wanakutana Simba na Yanga finali, refa anatoka Kenya, eh, kawaida ilikuwa kawaida. Katika ligi ndo eh, experience ya kwanza, lakini sasa jambo ambalo pengine linatengeneza maswali, kikanuni ili liko sawa, liko sawa uamuzi kutoka nje ya Tanzania. Kuna maswali mengi ambayo watu wanajiuliza, mmm, inaweza likawa sawa kama kuna ushirikishwaji kwa sababu lisilo wa... Nile, likaeta, hawa waamuzi waliokuja, mm. Kikanuni sio sawa, kwa hiyo mechi sio halali, kwa sababu kuchezesha waamuzi halali. Na mimi sikuamini mpaka sasa. Je, kutangaza uh, waamuzi kwamba kwa eh, yes, kwamba pande zote mbili eh, wameshirikishwa, na nataka kuamini hivyo mm. mwenyeji wa mchezo Yanga kashirikishwa mm. pamoja na mgeni okay, Simba bwana. Kuna eh, maamuzi mbana, haya kwamba marefa tunatumia kipengeleki cha kanuni yes. Pirato wa mechi tunatoa nje, wanakuja ndio lakini je, kwa hiki kilichofanyika kinaleta picha gani kwa waamuzi wetu wa zawa? Kwamba wameishindwa hawaiwezi tena? au dabihii na maneno mengi na kelele nyingi watu awatakilawama mia moja jamani! <laughs> hebu jioni mtumalizie hii shughuli, huu mwaka tuufunge salama. Ah, inawezekana ni, ni kuwaepusha na lawama baada ya mechi, lakini pia uh, athari zake ni kwamba sasa ndo wameshatuonesha kwamba dabi inapaswa kuchezeshwa na waamuzi wa kutoka nje ya Tanzania. Tushafika mahala tuaminiani. <laughs> <laughs> ndo kutuonyesha hivyo kwamba tumefika sehemu ambapo sasa hatuaminiani na tunapaswa kumleta jaji kutoka nje ili aweze kutuamulia uh, mechi zetu. Sasa ikitokea wakati ambapo tulikuwa bado hatujafika uh, kwa vilabu vyetu kudai waamuzi kutoka nje mm. Lakini sasa kwa sababu tayari wamesha e, fungua milango inawezekana, mm. sasa ikawa ni utaratibu kwamba sisi hatuchezeshwi tena na waamuzi wa ndani mm. e, kama sivyo sileti timu, kitu ambacho tumetoka kushuhudia Egypt ambako ndiko waamuzi wanakotoka e, yani, wao waamuzi yao yani, <laughs> <wawo, laughs> wana wanataka waamuzi watoke nje mm. e. na ndio sababu ya ahali kuto kuingiza timu kwamba waamuzi wa ndani hawapaswi kutuchezesha, lakini waamuzi wale huku kwetu mm. wanaweza wakatuchezesha na tukafanikiwa tuka, tuka, tuka na, na, na, na kuna wakati mwingine uh, inawezekana sio utaratibu uh, kwa wa kwamba kila dabi waamuzi watoke nje uh, mm. inawezekana katika mazingira ambayo yapo kwa hivi sasa, sababu wote tunajua saa hivi pamoto kwenye mpira wa miguu Yani pamoto kwelikweli, huku si uchaguzi huku, kuna nini? Huku kuna dabi yani, pamoto kwelikweli. mm. Eh, na wakati inatoka hii taarifa, mimi kwangu ichukulia ni, ni positive yeah. kwamba kama kuna maridhiano mm. baina ya bodi ya ligi TFF na kamati pamoja na, na kamati ya waamuzi mm. pamoja na vilabu na vilabu usika. Sio umeelewa. Ni mm. sasa kama yani katika jamii zetu hizi. Yeah. Kuna wakati mwingine sio kwamba tuna kliniki za macho. Mm. Kiasi kama daktari kutoka nje, kutoka Uturuki, mm. kutoka Iceland. Mm. Mm. Mm. Wanafanya kliniki, kliniki za macho. Mm. Eh yeah. Si e, za figo. Mm. Eh kodi. Sio kama zinafanyika kila siku. Kwa kwa hili, mi mapokeo yangu ni chanya. Mm. Eh, na tusiwape unyonge pia waamuzi wa ndani kwamba wao wameshindwa. Eh, sitaki kuamini hilo. Na mimi angepewa mwamuzi wa ndani angechezesha. Angechezesha. Ara jiga si huyu amesikia juzi au, au inawezekana pengine waamuzi wa ndani wote, kila anayeguswa sasa, jamani, mimi hapana, michi hii ni acheni. Sasa kwa nini <laughs> haribia maisha yangu ya uchezeshaji? Ah. Kana ufuate utaratibu ikuharibie kweli. Ili utaratibu ufuate kuharibie maisha yako ya. Tatizo kisha wewe Kiemba, ndio unapiga filimbi mm. mashinikizo yanaanza tokwa nani sasa? Osi unakataa ah, mashinikizo eh? Unakataa mechi unakataa mashinikizo timu hii inatakiwa ishinde sasa eh. Inashinda kwasinashinda uwanjani kwani kwani kwani kwani kwani, kwa wageni nafikiri hawawezi kufuata shinikizo. kesho kutwa nzima waamuzi wanaingia, kesho kutwa nzima ah. Yani waamuzi mpaka aingie hapa, sasa utakuwa timu yako ndogo sana eh, yani una mawasiliano na muamuzi mpaka aingie hapa, ndio timu yako ndogo ni yale yale tu yaani, mm. kwamba huyu unasema atapewa shinikizo lakini hawa pia kimataifa shinikizo lipo, nafikiri taarifa wengine hawajui, nafikiri taarifa zimetoka leo, nafikiri wengine wao hawajui kwamba kuna maamuzi na kuchezesha hao. Zaidi ni kwamba uelekeo uh, wetu ni upo vipi baada ya hapa? Yaani tutaweza kumudu pressure ya dabi kuchezesha tena kwa maamuzi wetu wa ndani, inawezekana baba tunataka kuseti standard ya uchezeshaji wa dabi. Inawezekana. inawezekana mm. kama nia ni kujaribu ku, ku, uh, kuinua taaluma kwa waamuzi wetu mm. Nia njema, lakini kuinua kwa... taalumaakanaamuzi wetu. Jamani hebu kaeni nje Ta, wote tazameni hapa mm. Huyu mtu aliyekuja kuchezesha mechi hana DNA wala Simba wala kwa sababu Tanzania usiongopane, lazima mtu atakuwa yuko sehemu hiyo eh. Hawa hawana DNA yoyote hapa mm. Wanapiga filimbi, hebu watazameni nachama cha waamuzi lengo lao hilo hilo ni kwamba wajifunze yeah. Tunasahau pia, maana inawezekana tunawapa umalaika hivi lakini kiushetani, waamuzi wamelalamikiwa sana msimu huuyaniwimbo waamuzi hii misimu yani izi, simu, miwili ah, yeah. Lakini kwa lengo la kwamba tujifunze kwa sababu Misri na sisi tuwezidiana Mm. Tumezidiana, amtuzidi, lazima tukiri hilo, kwa kama kwa mlengo wa kujifunza na nimeona taarifa mm, kwamba chama cha waamuzi lengo pia wajifunze hawa. Basi japo jema ni mapokeo mazuri na kujifunza bwana, si baadaye unakuwa mwalimu pia na wewe. Yeah. utakuwa mwanafunzi kila siku, wewe unajiweka kila siku. Na ni waamuzi ambao wamepewa matukio makubwa ya kimichezo Afrika, kwa hiyo unaweza ukasema kwa ni mlengo huo, kama nia ni hiyo mm, lakini kama nia ni, ni kwamba hawawezi Yaani wa ndani, wa wandani wanashindwa kuimudu pressure, Na watengenezea hofu kubwa sana kwa ni mchezo ambao utafuatwa wao watausimamia, Watasusa kwa maana jamani waiteni wale wale mwaite. Okay, tukija hapa tutamsikia hapa mwenyekiti wa kamati ya waamuzi. Yeye anazungumzia nini? Ujio wa waamuzi wa kigeni kuja kuchezesha hii dabi ya Kariakoo E bana mchezo wa dabi ya Kariakoo utakaopigwa kesho kutwa utaingia kwenye historia mpya baada ya bodi ya ligi leo kutangaza waamuzi kutoka Misri kuchezesha mchezo huo ambao unashikilia hatima ya bingwa wa ligi kuu msimu huu. Mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Tanzania Nasoro Hamdun ametaja sababu zilizopelekea kufikia uamuzi huo, huku akisisitiza kuwa ni sehemu ya waamuzi wa nyumbani kujifunza kutoka kwa waamuzi hao wa kigeni. Kazi so, kazi ya kazi ya, mwamuzi ni kuchezesha mpira mpira, bodi ya ligi kusimamia mpira kazi ya uamuzi ni, ya kamati ya waamuzi ni kupanga waamuzi. Kwanza, sisi kama kamati ya waamuzi tunafurahishwa sana na hilo jambo. kwa sababu gani? hii ni fursa kwa waamuzi wetu kujifunza kwa umakini zaidi kwa waamuzi wenzao, lakini pia kwa mashirikiano haya, na sisi waamuzi wetu watazidi kwenda nchi za nje kuchezesha. Kwa hiyo itakuwa ni ubora zaidi, na mashirikiano yatatujenga sisi kama TFF bodi ya ligi na kamati ya uamuzi kupata waamuzi makini zaidi. Pengine nini sababu hasa ambayo imepelekea kuwapa waamuzi wa kigeni mchezo huu wa dabi ya Kariakoo? Ni ubora tu wa dabi ya Yanga na Simba, na hasa msimamo wa ligi tulionao sasa hivi, mashirikiano ya kimataifa kati ya tfep na shirikisho la mpira la nchi zingine zote pamoja na shirikisho la mpira la Misri kuhakikisha kabisa kwamba tuwe makini sana kuhakikisha kwamba dabi ya Kariakoo sasa hivi itangazike kimataifa japo dabi ya kera sasa hivi inaonekana ni dabi namba nne bora kabisa Afrika, lakini ligi ya Tanzania sasa hivi ni ligi namba tano kabisa bora Afrika. Lakini hakikisheni kabisa kwamba wadau wa habari, wadau wa Tanzania, kwamba tunazidi kuipambanua na kujipambanua kwamba ligi yetu inazidi kuwa bora zaidi. Hii haitokani na presha kubwa ya mchezo wenyewe, presha ni mojawapo, lakini tambua kabisa mashirikiano mazuri ya rais Karia na vyama vingine vya mpira kibinafsi, lakini TFF na shirikisho la mpira la Misri au cafu huko na mashirikisho mengine na jinsi ya ubora wa Tanzania na mpira unavyozidi kupanda. Kwa hiyo tunakua sisi kama kamati ya wa waamuzi tunajipambanua kuwa makini kabisa katika kufuatilia na kusimamia hilo jambo. Lakini mwenyekiti, huoni dabi kuchezeshwa na waamuzi wa nyumbani ni sehemu mojawapo ya waamuzi wa nyumbani kujifunza? Ni kweli kujifunza, lakini nataka kueleza wazo, kuchezeshwa na waamuzi kutoka nje ya tumepata faida chungu mzima. Kwa nini? Kwanza, waamuzi kutoka Misri, Mmisri wataangalia waamuzi wao wanafanya nini, lakini kutoka Tanzania, Watanzania wataangalia timu zao zinavyochezeshwa na waamuzi wa kigeni. Lakini pia KAFU itaangalia waamuzi wao, FIFA itaangalia waamuzi wao, lakini pia bara la Afrika litaangalia kwa pamoja kuhakikisha kabisa. Je, waamuzi wa Misri wanakiwa na ubora gani? Je, wachezaji wa Tanzania wana ubora gani? mi naamini faida ni kubwa zaidi ya hasara unayofikiria wewe. Sawa. Neno lako kwa waamuzi. Kwanza, mi nataka kuelezeni wazi kwamba waamuzi wa Tanzania pia kupitia kamati ya waamuzi tumefurahishwa sana na kitendo hicho cha TFF, shirikisho la mpira nchini, pamoja na shirikisho la mpira wa Misri kuachia waamuzi wao kuja Tanzania, lakini nataka kueleza wazi wadau wa soka nchini kupitia redio yako kwamba kutokana na hali halisi ya amani tulionayo chini ya Mama Samia Suluhu Hassan, chini ya Rais Karia katika uendeshaji wa mpira nchii ndiyo imesababisha misiri waruhusu waamuzi wake waje, Misiri waruhusu waamuzi wake waje, kwa sababu kama ingekuwa ni ligi ya hovyo ambayo haijachezeshwa vizuri na waamuzi kutoka Tanzania, Misiri singekubali, Misiri singekubali. Lakini kutokana na waamuzi wetu kuwa makini, wamefikisha ligi vizuri na ushindani uliokuwa bora zaidi, ndio mm. maana unaona shirikisho la mpira la Misiri limekubali waamuzi wake kuja Tanzania. Mimi naamini kabisa waamuzi tuendelee kuwa makini, lakini nawaambia waamuzi wenzangu wa waendelee kuwa makini, kwa sababu lengo la kuwatafutia nafasi nzuri waamuzi wenzetu kwenda kucheza mpira nchi za nje. Kwa hiyo waendelee kuwa makini, wafuatilia utaratibu uliopo, lakini na hakika kabisa tutakuwa vizuri zaidi. Hiyo ni kauli ya mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Tanzania, Nasor Amduni akizungumza namna mapokeo mm ya waamuzi wa Tanzania na hiyo kamati kwa ujumla. Uh, Amduni kazungumza vizuri lakini katika nafasi yake ya kama mwenyekiti mm. kwa maoni yangu mimi mm. alipaswa kwenda mbali zaidi kutupa details za namna ambavyo eneo la uamuzi linavyopiga hatua katika mlengo ambao unaendana na kasi ya mpira miguu hapa Tanzania. Kumekuwa na malalamiko mengi sana chini ya utawala wake. Nafikiri katika zile kamati kamati yake ya Mduni ndio inaongozwa kwa malalamiko mengi mm. miongoni mwa kamati mm-hmm. zinazoongoza kwa malalamiko mengi kila uchwao ichezwe mechi sichezwe mechi eh, waamuzi oh, wamekuwa oh, wakilalamika eh. Kwahiyo mimi uh, ningelikuwa kwenye nafasi yake mm. nimepata uh, wasaa na uma wa kuzungumza na umma wawapenda mpira mm. Mm. Ukiacha ujio wa waamuzi hao wa kigeni mm. Lakini yeye libidi atupe mipango recruitment strategy namna ambavyo ameboresha mitaala eh, kwa sababu ligi imeshamalizika, imebakia mechi hiyo moja tu mm. si ndiyo? Eh, namna gani wablao, labda, koha, labda, koha, labda, labda ili e, Masanja eh, kamuoje kwenye kipande hiki cha kuona kulikoni mm. kwa hiyo majibu maswali mengi yalibezi kwenye majibu majibu ya hii ni, kwa ni kulikoni mechi hii wandengeleko wachezeshi na ndio hapo hapo, inawezekana naye kajibu na akasema kuna faida nyingi kuliko hasara wa kwa waamuzi wa, wa wao. Hapo hapo ukija kwa mfano katika idea eh. ama wazo la sasa sasa, tutamtafuta siku tumlete hapo kwenye Sports Extra. Atupe mikakati miaka mitatu mm. waamuzi wanalalamikiwa, nyinyi kama kamati ya waamuzi, mikakati yenu ni ipi kuondoa hizi kelele na lawama za waamuzi ma, majibu yake, waamuzi majibu yake atakuwa yale, hali kadhalika wewe mgeni kwa mdudu <laughs> wewe mgeni kwa mwenyekiti wa waamuzi mimi <laughs> namsifu kwa sababu e, pia anaonekana ni, ni kama mwanasiasa fulani akosaji majibu, lakini katika ulimwengu huu watu wanataka details Mm -hmm. Sindio, umeulizwa kweli kipande ambacho kinahusisha dabi eh, lakini kinaleta maswali mengi sana, kwamba vipi hatima ya hao waamuzi malamiko amekuwa mengi katika ofisi yako? Kwa hiyo inawezekana muktadha kama wanavyosema luambana, lakini ingelikuwa pia sehemu ya kutoa faraja ya kuonyesha uelekeo katika kada hiyo ya waamuzi. Kajibu kwa mujibu wa, kumlin, wa swali lakini mm, sio mbaya kuwapa watu pia majibu ya ofisi eh, yako wewe miongoni mwa ofisi ukiacha ofisi nyingine maka ofisi za TFF unajua sehemu nyingi zinawaamikiwa mm. <laughs> singependa kuzitaja hapa mm. lakini ofisi yake pia inawamikiwa sana, ya waamuzi kada ya waamuzi eh bana, kuna Leonard Budeba kutoka Arusha anasema mbona makocha wa kigeni huwa wanakuja kufundisha? Hata marefu wa kigeni ni sawa tu mm. Sasa kuna maeneo katika kushangaa kwamba mnashangaa kama wachezaji wa kigeni wanakuja kucheza ligi yetu mm. Mm. makocha wa kigeni wanakuja kufundisha mm. kwa nini tushangae waamuzi kuja kuchezesha? eh wanafungua milango, wanafungua milango. Mimi ndio nimetoa mfano mdogo tu katika jamii yetu, wanapokuja <laughs> madaktari kutoka nje, wa macho, wa figo, sio kwamba sisi hatuna wakati mwingine utaalamu unazidiana mm. Eh, na teknolojia inazidiana <laughs> <laughs> kwao ni sio jambo la, la kushangaza, lakini ni namna ambavyo eh, ina, inafikirisha kwamba future ya waamuzi katika michezo mikubwa kama hii itakuwaje? Eh, unajua kila mtu ana namna yake kutafsiri mwingine atafsiri a wabongo tayari dabisha washindwa makuleta wa nje wengine wanaona hii mechi ina tensheni kubwa sana mm. tusiwabebeshe mzigo, mzigo unaweza kambebesha mtu mzigo, katoka pale ndo akashindwa kabisa kufanya hiyo kazi, inawezekana mm. kwa kuna sababu nyingi, lakini wenyewe madamu wenye mamlaka wameona hiyo inafaa mm. tusubiri eh, Juni ishirini na tano kesho kutwa tuwaone wa Egypt wanavyoisimamia dabi ya Kariakoo, tusubiri kuona kwenye kopa testi waamuzi kutoka nje wakiomba kuchezesha ligimdao. Sikasema hapo, makocha wanakuja kwa nini waamuzi, wakati makocha si wanawekewa vigezo vya elimu kufundisha daraja la juu huyo, na kigezo hiki, na awa waamuzi ni mwenye beji ya FIFA tu, eh, sasa si wapo Kwahiyo kupa test, kuna maeneo yanayofanya hata makocha, kuna kozi wanakofanyia kwenye nchi zao huko. Kwani makocha wote wanafundisha hapa yani? wakigeni wamesoma hapa kwa Tanzania, basi kupa test ya recruit ya, ya kuchezesha ligi. Kwa mfano hapa ujue, Alex, tuna waamuzi kutoka uh, Sudan mm, wanachezesha michuano ya Afrika, lakini muda wote wanaishi hapa na wana, wanafanya mazoezi hapa, hawa wa Sudan hapa hey. Na kule kwao kama timu zao zinacheza nchi nyingine, na wao waamuzi wapo wapo wa kwa kwa aa, yani, yani wapo. Kwa hiyo sasa wanaweza msimu unaokuja wakaingia waka moja kwa moja kwenye mifumo sahihi, na wao waweze kupata waka na, um, Mauritania kule nini wao wanachezesha mechi tuliona. <laughs> Sasa waamuzi, kwani wale si watu walikuwa wanalalamika gharama za hiyo mechi nani na gharama hiyo mechi, lakini waamuzi nafikiri hakuna gharama hiyo eh. Ni wale wataweza kuwa kuna mzunguko, wataweza ukopwaje, wataweza kumvilia kwenye kukopwa. Wao sio wanafanya kama mazoezi, wao wanafanya kama mazoezi, kama mazoezi. Sasa lengo lao ni kuchukua mechi ya tahadhari, wataweza kumvilia kukopwa. Ah, wao wanafanya kama mazoezi kama hiyo. Sasa kwani wageni wanakopwa

E bwana, bado unajiuliza wiki yako ya noga vipi? Sisi tunakupa mchongo bwana, nogesha wiki na Bang Bet. Imeendelea kupata washindi wake na promotion ikiwa imepamba moto sana, na wewe unaweza kuwa mshindi. Jiunge sasa na Bang Bet, uweke migeka yako ya kibabe. Bila kujali utashinda au kupoteza, unapata tiketi ya bure kuingia kwenye draw ya kushinda zawadi za kila wiki. Kuna pikipiki piki za umeme, simu janja na spin eh, kumi za bure kwenye kasino kwa wateja 100 kila wiki, lakini tamu zaidi ukijisajili na Bang Bet tu Uh, unapata bonus ya shilingi elfu kumi kwenye kasino na ukiweka pesa kwa mara ya kwanza, unakupa asilimia mia mbili ya pesa yako. Baada ya kulog in sehemu ya promo code andika pale nane, nane, tano, pata faida zaidi. Kuwa mwekezaji kwenye Bank Bet affiliate pata pesa na tiketi za bure kushiriki promotion hii ukikaribisha marafiki kujiunga kupitia link au promo code yako, huku ukivuna mamilioni wanapocheza. Jinsi ya kushiriki unaogesha na Bank Bet wanakwambia pata tiketi moja kushiriki draw kwa beti ya shilingi elfu moja kwenye michezo ya sport. Pata tiketi moja kila ukicheza michezo ya kasino kwa shilingi elfu mbili na wale waafilieti tiketi moja kwa marafiki watano wakitumia linki yako kujiunga. Ingia sasa hivi kujisajili kwenye wwwbankbetcom, lakini tupate kupitia huduma kwa wateja namba hii sifuri sita tisa tisa tisa tisa saba tisa sifuri moja au whatsapp namba hii kwa ajili ya live chatting wakati wote ambayo ni sifuri saba nne sifuri 4333 mi, mitandao yote ya kijamii kwa Bangbet Tanzania, bashiri zaidi kupata tiketi nyingi, kujiweka nafasi kubwa ya ushindi kila wiki. Wanakuambia Bangbet more than win. Sports sabado, tunaendelea kupa habari za kimichezo.